Uhali gani mtazamaji wa Shalom Same TV? Nikukaribishe tena kuweza kutazama kile ambacho tumeweza kukuandalia kwa siku hii ya leo. Na kama bado hauja subscribe, basi ninakukumbusha kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa pale ambapo tunarusha video zetu katika channel hii ya Shalom Same TV. A, siku ya leo ni tarehe ishirini na saba mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ni siku yetu ya pili ya mkutano ambao unaendelea katika kanisa hili la TAG Shalom Christian Center kutoka Same Kilimanjaro. Na kama nilivyokujuza awali, kwamba katika mkutano huu kuna kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa watumishi wa Mungu ambao wamejaa upako wa Mungu. Jioni ya leo ninakuambia we mtumishi wa Bwana, mahali popote unaposikia, ninapotengeneza msingi wa mkutano wa leo, ninataka kukuambia ya kwamba lazima uelewe jambo moja ya kwamba hakuna njia nyingine inayoweza kukusaidia Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ni mpenyaji. Kuna kusikiliza kwa kwaya mbali mbalimbali kutoka makanisa tofauti tofauti. Yesu <muchos> Kuna kusikiliza waimbaji binafsi wa nyimbo za Injili. Hivyo nichukue nafasi hii kukaribisha sana uweze kufika katika mkutano huu, kwani kuna kuombea wagonjwa na wenye shida mbalimbali, na tumeshuhudia wengi wakipona katika mkutano huu. Hivyo ninakukaribisha sana sana sana uweze kutufuatilia katika chaneli hii ya Shalom Same TV, na pengine kama upo karibu na kanisa hili basi, tunakukaribisha sana uweze kufika ili uweze kupokea miujiza yako. Mimi ni Rose Jotham, ninaripoti kutoka kanisa la TAG Shalom Christian Center na kuhakikisha kuwa puwa, unapokea kile ambacho unastahili wewe kama mdau wetu wa chaneli hii ya Shalom Same TV. Ah, karibu sana na Mungu akubariki sana.